Na mtazamaji baada ya zile video kuvujishwa na Mange Kimambi zikiwa zinaonyesha wale warembo wakiwa wanadhalilishana kisa e, wote walikuwa wanatoka na Mwijaku e, ni kwamba mambo yamekuwa ni mazito kiasi kwamba Mheshimiwa Waziri Gwajima ameingilia kati na ameanza kuwachukulia hatua za kisheria. Kwanza kabisa ameanza kudili na mkuu wa chuo na wanafunzi wenyewe wa chuo ambao wamefanya hilo tukio kumnyanyasa mwenzao. Hawa ni wanafunzi wa Ardhi, na video zimesambaa mtandaoni na Mange ndo alikuwa amezivujisha. Sasa baada ya hapo, ni kwamba kilichokuja kutokea then baada ya hapo, ni kwamba eh, Mange, huyu mheshimiwa waziri alivyoingilia kati, akamshukuru pia Mange Kimambi kwa kuraise awareness, lakini pia Mange Kimambi mwenyewe naye akaja akatoa taarifa kwa mheshimiwa waziri kwamba Mwijaku naye pia achukuliwe hatua za kisheria kwa sababu yeye ndiye sosi na yeye ndiye aliwafitinisha au alichochea hili jambo litokee kwa huyu bidada ambaye amedhalilishwa na wanafunzi wenzie wa chuoni huko UDSM. Sasa baada ya hapo, ni kwamba mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba kuna video zimesambaa mtandaoni zikiwa zinamuonyesha Mwijaku akiwa hayupo tena nchini, ametimua zake, yuko Dubai. Kwa hiyo wadau bwana, wamelichukulia hili swala moja kwa moja kwamba Mwijaku amekimbilia Dubai baada ya kesi huku kuanza kuunguruma na mpaka mheshimiwa rais naye pia kuingilia kati. Kwa hiyo hapa kuna page imekuja kuripoti kuhusiana na hii issue, ameandika kwamba baada ya kusemwa baada ya, kuse, baada ya kusemwa Mwijaku amekimbilia zake Dubai. Wakaelezea hapa chini kwamba Mwijaku tayari amewasili Dubai, kwenye ardhi ya Falme za Kiarabu, huku akiwa na marafiki zake ambapo wameonekana eh, kufurahia maisha. Ikumbuke kwamba bado video ambazo zimeendelea kusambaa mitandaoni zikimuonyesha zikionyesha wadada wa chuo waliokuwa wakigombana kisa mtu anayetajwa kwa jina la Mwijaku. Umeona bwana So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Nataka hapa usikilize Mwijaku mwenyewe akiwa zake Dubai akiendelea na maisha ah, well, yake